Karibu ni kuarike mwanamichezo, tutazame mengi ambayo yanazidi kujiri na kuonekana katika sehemu ya ufanisi ubora na mengi yaliyotukuka. Wana, jana tulikuwa na mechi kati ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars waliokuwa mzigoni wakichuana dhidi ya timu ya taifa ya Morocco ikiwa ni sehemu ya kutafuta ni nani ambaye atafuzu kwenda katika hatua ya robo fainali katika michuano ya AFCON 2025, tunasema ni Total Africa Cup of Nations eh, maarufu kama AFCON. Jana timu ya taifa ya Tanzania wakapokea kichapo cha kizarendo kufungwa idadi ya bao moja kwa sifuri, bao ambalo lilifungwa na, mu, eh, na kiungo hatari zaidi, kiungo wa zamani wa AC Milan ambaye pia anaitumikia kwa sasa kama msaji kutoka Real Madrid kwa mkopo, na mzungumzia Brahim Diaz. Ilikuwa ni dakika 45 za kipindi cha pili liko ambako aliweza kupatia bao hilo na likaweza kudumu ndani ya dakika 90, lakini gumzo ambalo tayari limeibuka baada ya mechi kutamatika ni upande wa uh, mwamuzi wa kati katika mchezo huu, hapa namzungumzia uh, Babu Traore. Huyu uh, Babu Traore kama unamkumbuka, uh, wale wenye kumbukumbu kumbu, ni refa ambaye aliamuru mechi kati ya wekundu wa Simba dhidi ya Esperance de Tunis ya, ilikuwa, ya, kum, not, ilikuwa ni Simba dhidi ya Armasi msimu jana katika upande wa kombe la shirikisho barani Afrika, mechi ambayo Simba kwa ugenini katika taifa la Misri na Simba akapokea kichapo cha mabao eh, mawili kwa sifuri kabla ya kuja kubadilisha eh, msimamo na kupindua meza katika taifa la Tanzania na akipata ushindi mabao mawili kwa sifuri. Sasa zigo la ra, lawama lote limemwangukia mwamuzi katika matukio ambayo aliweza kuyafanya katika mechi ya hiyo jana. Baada ya hayo matukio ambayo aliweza kuyafanya, yapo maamuzi sahihi ambayo timu ya taifa ya Tanzania kupitia katika shirikisho mama la mpira wa miguu eh, Tanzania TFF, chini ya Wallace Karia wameamua kuyachukua kwenda katika ngazi za juu kuweza kuraani kile ambacho kiliweza kufanywa na mwamuzi Babu Traore. Na hayo matukio yote ambayo aliyafanya Babu Traore aliyafanya wakati ambao yupo rais wa shirikisho la mpira wa miguu duniani Gianni Infantino, kwa maana ya rais wa FIFA alikuwepo, lakini pia matukio tukio haya ambayo aliweza kuyafanya Babu Traore aliweza kuyafanya wakati ambao yupo rais wa shirikisho la mpira miguu barani Afrika kwa maana ya CAF, uh, Patrick Mosepe. Sasa Taifa Stars uh, Tanzania wao wamekuja na kuibuka vikari katika ishu ya hichi ambacho kimekuja kuonekana kama mjadala mpana juu ya uh, penalti ambayo waliweza kunyimwa uh, dakika za jioni na maamuzi mengine ambayo yaliweza kusimamiwa na mwamuzi Eh, uh, baba, uh, baba, Babu Traore raia wa pare nchini Mali. Upande wa TFF uh, tayari wameandika barua kwenda katika upande wa shirikisho la mpira wa miguu eh, barani Afrika wakikataa maamuzi ambayo yaliweza kuoneshwa na yaliweza kufanywa na mwamuzi huyo Babu Traore wakidai kwamba walishindwa kupata haki kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho, matukio tofauti tofauti ambayo yalikuwa yanafanyika, uh, muamuzi akionekana kulibeba taifa la Morocco hadharani kwamba uh, wakiwa na faida ya kuwa kama host, kwa maana ya waandaaji walikuwa na faida ya namna hiyo. Lakini jambo jingine ni upande ambao uh, shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF uh, Stars uh, kupitia katika shirikisho la mpira wa hapa nchini Tanzania linawahitaji kuweza kumchunguza ofisa ambaye uh, picha zinaonekana, lakini pia hata video clip nitakuwekea hapo, utaiona wakati uh, ofisa mmoja kutokea pale nchini Morocco wakati mchezo unakwenda kufanyika dakika 45 za kipindi cha pili zinarejea muamzi e, Babuu Traore alionekana kuzungumza yeye pamoja na jopo lake lililosimamia mchezo huo, kwa maana ya, ya a, a, assistant referee one, assistant two, lakini pia upande wa huyo kamishina wa mchezo au ofisa mmoja wa mchezo akizungumza kila ambacho kimekuja kuzungumzwa, ndio ushahidi ambao Stars wanahitaji kupeleka kama sehemu ya ushahidi wa moja kwa moja kwenye upande wa e, mazungumzo ambayo yalikuwa ndio haki yao imekuja kupotea katika upande wa kile ambacho tayari kipo. Nadhani unaona, mazungumzo ambayo yalikuepo, hii ni ilikuwa ni wakati ambao dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika, tunaingia dakika 45 za pili. Kumbuke stars mechi walikuwa wameikaba kwenye dakika 45 za kwanza, walifanikiwa kupata eh, sare eh, then dakika 45 za pili mwanzoni ndio wakaja akaja kuhusu bao kupitia kwa eh, Ibrahim Diaz katika upande wao. So wanahitaji eh, Babu Traore aweze kuchukulia maamzi mazito. Maamzi ya moja kwa moja ni kumfungia mwamzi au kumuondoa moja kwa moja katika upande wa michuano hii ya Afrika ambayo inazidi kutimua vumbi. Lakini Tanzania tayari hasara imewakuta wao, hawanufaiki na chochote juu ya maamzi ambayo yamekwepo, ni makosa ya mwamzi ambayo yanawanufaisha timu ya taifa ya Morocco. Stars walipata penati eh, mnamo dakika uh, za jioni lakini mwamzi akashindwa kutafsiria kwamba that support to be the penati lakini pia hata Kutafuta msaada wa VAR hakuweza kuingia katika tukio hilo. So matukio mengi ambayo yalitokea katika mchezo kati ya Stars pamoja na Morocco, walio wengi zaidi hawajapendezeshwa na hawajafurahishwa na matukio hayo, imekuja kuibua mjadala mkubwa, na sasa tunasubiri tamko la moja kwa moja kutoka upande wa shirikisho la mpira miguu e barani Afrika kuhusu kumpungia e kocha huyu e refa huyu refa Babu Traore ambaye amekuwa na mwendelezo wa makosa kikubwa. Upande wako ni, kumbe kama ni mara yako ya kwanza uweze kusubscribe, lakini pia niwekee maoni yako juu ya muamuzi katika makosa tofauti tofauti ambayo aliweza kuyafanya katika mechi hiyo jana Stars akinyukana dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Wewe upande wako, kipi ulikitazama kwa kina na ni maamuzi gani sahihi unayoona yanapaswa kuchukuliwa na shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika, ikiwemo sanjari ya kumfungia e, muamuzi huyu kama ambavyo wamekuwa wakifanya mara zote. Hakikisha umesubscribe lakini pia weka comment yako, lakini pia usahau a